Siku mbili yaliyohitimishwa hii leo katika ukumbi wa bandari uliopo manispaa ya Mtwara Bikindani mkoani Mtwara, ambako shirika lisilo la kiserikali la Faidika wote pamoja Fawopa, lilifanikiwa kuwakutanisha wadau mbalimbali ikiwemo jeshi la polisi, watendaji wa kata, maafisa ustawi wa jamii na makundi mengine mengi tu, ambako leo hii wamejadili kuhusiana na swala zima la kuongezewa ufanisi eh, wa namna gani ya kuweza kushughulikia eh, ukatili wa kijinsia. Yamezungumzwa mengi ikiwemo kufahamu namna gani ya kuweza kuripoti pindi anapotokea mtoto amefanyiwa ukatili wa kijinsia. Lakini pamoja na mengine yote pia, Kamanda wa Polisi Mkoa wa Mtwara eh, Isa Suleimani ametumia nafasi hiyo pia kuwasihi eh, wanaMtwara kwa ujumla wake kuitunza tunu ya amani na hasa katika kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba. Ninafuraha sana kwa kuhudhuria hii semina ya kijinsia, yaani rufaa kiufanisi ya ukatili wa kijinsia iliyoandaliwa na watu wa Fawopa. Kwa kweli nimetoka na kitu kikubwa sana kuhusu hizi rufaa, na hapa nilichotoka nacho sana sana ni ule ushirikiano uliopo kati, kati ya hawa wadau muhimu wa hili swala katika rufaa, watu wa mwenyekiti wa, wa vijiji, lakini pia maustawi, na maafisa ustawi, lakini pia mpaka polisi na ambao ni dawati la jinsia, lakini pia kule hospitali kwa pamoja. Kwa siku hizi mbili tulikuwa tunajadili ni kwa namna gani tutaweza kuweka ufanisi katika utekelezaji wa ushughulikiaji wa hawa manusula wa ukatili wa kijinsia kwa kweli ma, ma, mafunzo yalikuwa, yalikuwa ni mazuri. Watu wengi tumejifunza vitu mbalimbali ikiwemo namna na, na, na ya matumizi sahihi, tumejengeana uelewa kuhusu matumizi sahihi ya PF3, namna bora ya kutoa rufaa kwa, kwa haya kwa, kwa hawa manusura ya ukatili wa kijinsia, lakini vilevile vile uwajibikaji, kwamba sisi kama watoa wa huduma kama watendaji wa kiserikali katika mashauri haya ya ukatili tumesisitiziana na kujengeana uwezo, kukumbushana kuhusu kila mmoja kwenye nafasi yake na kwenye eneo lake awajibike ipasavyo. Leo ipasavyo tulikuwa hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunajadiliana e, namna gani tunaweza tukawa na mfumo wa rufaa wenye ufanisi na tija, unaweza kusaidia muhanga wa ukatili kupata haki yake, kwa sababu kama tunavyojua kwamba e, mtu anayetendewa ukatili anatakiwa aanze kuanzia kwenye ngazi ya serikali za kijiji kuja kwa afisa ustawi wa jamii kwenda polisi na baadaye mahakamani kwa ajili ya kupata haki. Kwa hiyo leo tulikuwa hapa kwa ajili ya kuangalia e, namna gani tunaweza tukawa na wenye ufanisi na tija unaoshughulikia rufaa za hawa wahanga wa ukatili katika mkoa wetu wa Mtwara. Mjadala mkubwa ulikuwa kuhusiana na hiyo fomu namba tatu, fomu inayotumika kwa ajili e, ya kumjazia mhanga wa ukatili au yeyote yule ambaye amepata majeruhi kwa ajili ya kupata taarifa zake za kitabibu zitakazoweza kusaidia kwenye mchakato ule wa haki, na mwisho wa siku fomu inaenda kutumika kule, kule mahakamani. Sisi kama dawati ambao tunaliendesha madawati hatuwezi kufanya pekee tu na tukufanikisha lakini ni kwa sababu ya mchanganyiko huu ndio tunaweza tukafanya tukafanikisha kwa hiyo nimefurahishwa mno na namna ambavyo umeweza kufanya selection na umekuwa very good in select selection ya mchanganyiko huu ambao ukianza kufuatilia ule mnyororo basi lazima mmoja kati yetu sasa lazima tuupite hapa kila mmoja aweke nia kwamba tuupitisha uchaguzi kwa amani Tujiepushe kabisa na vitendo vyote ambavyo vitalazimisha vyombo vya usalama vitumie nguvu ambazo hazina ulazima kwenye mkoa wetu wa Mtwara. Sisi tunajitahidi, tunajitahidi sana kuwapa elimu wananchi wetu wa Mtwara na Tanzania nzima, ndiyo tunafanya hivyo. Kila mmoja atimize wajibu wake, ili tuende sawa sawa, ifike siku kama mtu anakwenda kwenye kituo cha kupiga kura, akapiga kura, arudi nyumbani kwake, asubiri nini? Asubiri matokeo ya yule aliyemchagua, kama kama hakika aliyemchagua afurahi hakubahatika, atanuna siku moja aish, afurahi. Nao afurahi siku moja siku mbili, maisha fanye nini Lili. Lili. Lili. hata siku moja ta tukajaribu tukaanza kusema hey, hey, hey. Tusijaribu, tusijaribu hata siku moja kuona labda vyombo vya dola vimejitaarisha kiasi gani, sisi tusijaribu nice. Tufanye mambo yetu kwa mujibu tu wa maelekezo, ili maisha fanye nini